Tuambie finali imekuwa ya aina gani lakini uh, mashindano yenyewe yenyewe kwa jumla ilikuwa ni ya aina gani? Kwanza naweza nikasema na, na mshukuru na Mwenyezi Mungu mashindano haya yalianza tarehe 28 mwezi wa 3 2025 katika uwanja wa Kimanga na nilishirikisha timu 16, lakini zote zilikuwa za ukanda wa huku kwenye timu 12 na timu nne ambazo zimetoka Mabibo na nyingine meto... moja hapo ilikuwa imetoka Mabibo, zilikuwa zimetoka mbili Makuburi ambao ukanda wa Ubungo ilikuwa imetoka moja na Buza ukanda wa Ilala pia nayo ilikuwa imetoka moja. Kwangu mimi, naona ni mashindano mazuri, kwa sababu sikuyatarajia mwisho wake, lakini nimepokea mashabiki wengi ambao nimefurahi. Nadhani kitu kizuri kinazungumzika tu. Nawapenda na nitaletea mashindano mabora zaidi ya haya. Hmm, kwa namna ambavyo mashindano yamefana hivi, watu wengi wamejitokeza, ulitarajia kitu kama hichi ama imekuwa kwa, kama surprise? Ah, nilitarajia kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakifanya nakiona, na bado na malengo nacho, sijaishia hapa. Na washukuru kwanza amba kwa watu ambao wamekuja kunipa support, kwa sababu watu wameacha mida yao wamekuja hapa. Hicho ni kitu ambacho kikubwa ambacho naweza nikajivunia sana kaka. Yani wewe wakupongezwa we umefanya kitu kikubwa kuliko ambavyo watu wanachukulia. Haya mashindano yamekusanya watu wengi ambao umeona, kitaa kimependeza, kitaa kimependeza, watu wamejitokeza wengi, na mashindano yamefanyika kwa amani. Mashindano kama haya, wakati mwingine unaona madunduko wanacheza mpira premier tu huko kwenye mashindano ya, ya, ya, ya confederation, maugomvi wanang'oa viti, lakini huku mtaani, lakini hamna mtu aliyopigwa panga wala aliyopigwa ngumi. Acha, na wale unaenda kwenye mechi kule, kwenye mechi zao ukienda kuangalia mpira kwenye mechi zao kule zile za confederation, mtu kwani watu wanang'oa viti kule kwenye mechi zao kule watu wanapasuka watu watalawa, yani bora. Hmm. Hii mashindano ya ka kabwili Kabwili Kapu, yani haya ni mashindano makubwa na ni mazuri kwa kutizama kuliko hata hayo mashindano mengine. Hmm. Shehe, hii nakwambia angalia hapa. Oh, ka, wili, kaka. kuliko kombe la shirikisho, Gody kaka, yani kabwili kati ya kombe la shirikisho, shirikisho barani Afrika. Hiyo, na Ramadhani Kabwili Kapu, Kabwili Kapu ni mashindano makubwa zaidi kuliko kombe la shirikisho yeah. <laughs> Shekhe, hii si nakwambia mimi, waulizeni wakazi wa Tabata yeah, waulizeni wakazi wa Tabata burudani waliopata hapa kutoka kwa mchezaji bora, kwa mfungaji bora, kwa kocha bora, burudani zilizopatikana kwa mashabiki nje, waliona hata mtu kamwagika damu tunakuja kumaliza kwako Kabwili, labda <coughs> sasa uwashukuru watu maanake, umeweza kufanikisha leo fainali, umetoa zawadi ya ng'ombe kwa mshindi na zawadi zote kama ambavyo umeahidi na imefanikiwa. Zungumza na wadau ambao eh, wameweza kusapoti wadau kama wakina Godi. Kwanza mimi naweza nikasema namshukuru sponsa wangu ambaye alikuwa amenidhamini mwanzo kwenye mashindano tangu ameanza sports hawa ni nyumba na ni familia ya wanamichezo wote kwa hapa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Nadhani msimu ujao utakuwa ni msimu mzuri zaidi kwa masponsa wengine na zaidi na zaidi, na kwa upande mwingine mimi naweza nikawashukuru mablaza zangu ambao nilikuwa nikituma message najibiwa kwa wakati na waliweza kunipa kuni support paka leo hii niko nao hapa na mpaka nazungumza hivi niko na blaza zangu Gody Yanga ni mwenyekiti kwenye tawi la Yanga, pia niko na mzee wangu ambaye ndio diwani wetu mtarajio. Kwa hiyo naamini mwezi wa 12, tunataka twende tukafanye kitu ambacho tunaenda kumpokea diwani wetu mwamba, eh. diwani wet <laughs> kijana wako bwana. Bwana eh... mimi kwa kweli sina mengi ya kusema mm. Kijana kwa kweli amedamshi watoto wa mjini, anasema amedamshi, amedamshi, hajadamshi amefanya Hame kitu kizuri, anatakiwa kusapotiwa na kweli. Kama anavyosema tukiwa hai na kuna kumajari wa mwezi wa 12, mashindano haya tutayaboresha yatakuwa ya boresha, kisasa zaidi, tutaongeza wigo, tutaona wadau na imani u watu watajaa zaidi ya hapa kwa sababu wameonyesha njia na sisi tutamwunga mkono kwa asilimia mia. Tuombe sasa, Mungu atupe uhai na afya njema. mwezi wa kumi na mbili tarajieni mazuri yanakuja. Ongea sana. Sasa huyu nisikilize, wanangu, huyu si diwani wanatabata wameshaona e. e. e, kwa jinsi alivyokuja kusapoti hapa. Sasa sisi tunasubiri lile jaramba lifunguliwe diwani Dua zako. Kaka umeenda dua, dua, Kaka umeenda dua, tena. Tena bwana, wadhamini, wadhamini. Gody, hujawahi kuchagua watu. Mimi kaka siwe kuchagua watu wabaya. Huu mtu wa maana kabisa duniani. Huu mwili wenyewe unaruhusu. Lakini uh, House of Sports wanatakiwa kupongezwa na wadau wengine ambao mna nafasi ya kuja kuongeza thamani kwenye mashindano yetu. Njooni muongeze thamani, kwa sababu kama watu wanafanya jambo na nyie mna makampuni makubwa, uwezo mnao wa kuja kusapoti. Njooni mumshike mkono Ramadhan Kabwili, mashindano haya eh, yaongeze, hey, yaongeze kitu. Lakini diwani